Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Kuna baadhi ya wadau wamekuwa wananiuliza jinsi wanavyoweza kuwekeza fedha kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na kupata faida. Sasa, nimeona maswali yamekuwa mengi, kwa hiyo kipindi hiki cha leo nitajaribu kuzungumzia jinsi unavyoweza ukawekeza kwenye soko la hisa la Dar es Salaam na kupata faida, kwa sababu kuna uwekezaji wa aina nyingi ambao unaweza ukaufanya. Na uwekezaji wa kwenye soko la hisa kama unaofanya vizuri, kuna uwezekano mkubwa wa kutengeneza fedha, lakini usipofanya vizuri, unaweza ukajikuta una unapoteza fedha, na hivyo inakuwa ni hasara. sasa kwenye uwekezaji wa hisa kwenye soko la hisa kwa mfano la Dar es Salaam, kuna mambo mawili ya kutafakari kutokana na uwekezaji wako kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwanza ni kuwa unaponunua hisa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, matarajio yako ni kuwa kuna njia mbili za kupata fedha kutokana na hizo hisa utakazonunua. Kwanza ni wale wenye kampuni ambayo wamekuuzia hisa, wanakuwa wametoa ahadi kwa kila mwaka watakuwa wanatoa gawio, yani dividend kwa Kiingereza. Kwa hiyo sasa, wewe kama utakuwa umenunua hisa za hiyo kampuni ambayo imesajiliwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, kila inapofika mwisho wa mwaka wanatoa gawio, yani wanalipa dividend. Sasa hiyo ndio itakuwa njia yako ya wewe ku kutokana pata faida na uwekezaji wako. Sasa unategemea, kuna makampuni mengine biashara zao ziko vizuri sana kiasi ya kuwa hawalipi gawio ya dividend mara moja kwa mwaka, wanaweza wakalipa mara mbili, hata wengine mara tatu kwa sasa. Haya ni mambo yote ya kutafakari kama unataka kuwekeza kwenye soko la hisa. Kwa hiyo unaponunua hizo hisa kuna uwezekano mkubwa ukapata fedha nzuri tu kutokana na magawio au dividend ambayo zinalipwa na hayo makampuni. Sasa hiyo ni njia moja. Njia ya pili ambayo nayo inabidi uwe sharp, ukiwa sharp nayo unaweza ukatengeneza pesa nzuri sana, ni kuwa unaweza ukapata faida kutokana na zile hisa unazonunua. Sasa inakuwaje? Ni kuwa kuna baadhi ya hisa za makampuni zinabadilika sana bei zake, yaani leo unaweza ukanunua hisa kwa bei ya hisa ikawa shilingi labda elfu moja ukakuta labda hata kesho tu ukakuta labda imepanda imekuwa elfu moja mia mbili au saa ingine baada ya mwezi unakuta hiyo hisa thamani yake au inauzwa kwa shilingi elfu moja mia tano hiyo ni mfano tu. Sasa kuna watu ambao wao wako shapu, hasa wale wanaofanya fanya mambo ya betting. Wanaweza wakatumia huo mwanya kutengeneza fedha. Vipi? ni kuwa ananunua hisa wakati bei zake ziko chini, kwa mfano shilingi elfu moja bei ya hisa. Basi yeye ananunua nyingi wakati bei iko chini, halafu akishanunua angojei mpaka mwisho wa mwaka apate gawio au dividend? Hapana, yeye anachofanya, anaangalia zile bei za hisa zinapobadilika. Sasa ikifikia hatua ambapo anaona bei zimepanda sana za hisa, ye hana muda wa kungojea gawio mwisho wa mwaka. Anachofanya, zile hisa anaziuza. Sasa akiziuza na kama bei ya hisa imepanda sana, ile tofauti ya bei aliyonunulia na bei ambapo ameuza, ndio inakuwa faida yake. Kwa hiyo kwa, kwa mfano wakati anaonunua hisa bei ya hisa ilikuwa shilingi elfu moja na labda baada ya miezi mitatu bei ya hisa imekuwa ni shilingi elfu moja mia tano. Kwa hiyo hapo takuta kwa kila hisa ambayo amenunua anapata faida ya shilingi mia tano katika kipindi cha miezi mitatu. Sasa kama amenunua hisa labda elfu moja basi hizo ni hela nzuri ambazo anakuwa anatengeneza. Kwa sasa unakuta kuna wengine hawana habari na huu mpango wa kusema ananunua hisa ili gawio likilipwa, au au dividend ikilipwa mwisho wa mwaka au hata kama analipa kwa kota, basi yeye apate ile gawio. Wao wanachofanya ni kununua hisa ambazo bei zake zinabadilika mara kwa mara na kiasi ya kuwa ananunua wakati bei iko chini alafu anangoja bei ikipanda, au ikiwa iko juu sana yeye anauza. Kwa hiyo tofauti kati ya kununua hisa na kuuza hisa, hiyo ndio fedha ya ambayo ni faida kwake anayopata. Kwa hiyo sasa wako hato namna, lakini kuna wengine, kundi la tatu, wanachanganya hivyo vyote viwili kwa maana ananunua hisa ambazo anataka kutengeneza pesa kwa kupitia kwenye gawio. Kwa hiyo kuna makampuni maalumu, anasema hapa mi nanunua hisa ili nipate gawio au dividend kila mwaka, alafu kuna hisa nyingine ananunua hizi za kucheza ule mchezo wa kuona bei zinapobadilika. Sasa katika hali kama hiyo anakuwa anatengeneza fedha pande zote mbili. Kuna fedha anapata kutokana na gawio la hisa ambazo amezinunua, lakini kuna fedha nyingine anapata kutokana na mabadiliko ya bei ya hisa yanayotokea. Kwa hiyo pande zote mbili anakuwa ametengeneza fedha. Sasa hayo ndio mambo mawili ambayo nimeona nikuelezee, kwa kama unanunua hisa kwenye soko la hisa kama la Dar es Salaam basi unaweza ukatengeneza fedha. Naona nimeeleza vya kutosha. Najua kuna swali wengine wanaweza kutaka kujua je, unanunua hisa namna gani? Sasa hizo taratibu za kununua hisa nitatafuta kipindi kinachokuja au kipindi kijacho huko mbeleni, nitawaeleza ukitaka kununua hisa ni utaratibu gani unafuata, ili uweze kufanikiwa kununua hisa kuna taratibu zake zimewekwa, sio tu kama unakuna dukani kununua soda, nataka hisa. Hapana, kuna taratibu zake. Kwa hiyo Mungu akipenda, huko mbeleni nitakuja kuwaelezea utaratibu wa kununua hisa. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Dira ya Ujasiriamali vinavyotangazwa na televisheni ya online ya Tan Business Channel na hivi vipindi vipo kila siku kuanzia Jumatatu hadi Jumapili saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kila siku kunakuwa na mada tofauti. Jumatatu kunazungumzia kitu kingine, Jumanne kitu kingine. Kwa mfano leo Alhamisi tunazungumzia masuala ya uwekezaji, na leo tumechagua uwekezaji wa soko la hisa na hasa hasa soko la hisa la Dar es Salaam. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Asanteni na karibu tena.